Mtazamaji, ni dhahir shahir runinga ya Citizen ni moto wa kuotea mbali. Sasa runinga hii ya Citizen imeendelea kuwa runinga bora inayotazamwa zaidi na kuaminika kwa habari na vipindi vyake nchini. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na baraza la vyombo vya habari nchini, runinga ya Inooro TV ambayo pia inamilikiwa na kampuni ya Royal Media Services ni ya pili nchini. Aidha radio Citizen inasalia kuwa kipenzi cha wasikilizaji wa redio nchini, kama anavyotuarifu sasa Ben Kirui. Runinga ya Citizen inazidi kutamba na kusalia kipenzi cha watazamaji kwa kuwa nyumbani kwa taarifa zinazoaminika na vipindi vya kusisimua na kuelimisha. Let's have the national anthem players of the East. Kwa mujibu wa utafiti wa Baraza la Vyombo vya Habari nchini MCK Asilimia hamsini na tatu ya Wakenya wanatazama runinga ya Citizen, ongezeko la asilimia 18 kutoka mwaka wa 2023. Runinga inayopeperusha matangazo kwa lugha ya Kikuyu, Inoro TV ambayo pia inamilikiwa na RMS inafuata kwa asilimia 6, huku K24 na NTV zikiwa na ufuasi wa asilimia tano 5 kila moja. Kwa wapenzi wasikilizaji Kituo cha Radio Citizen kimesalia kipenzi chao, asilimia 29 ya wasikilizaji wakiamini na kufuatilia matangazo yake. Shirika la Royal Media Services kinachomiliki Citizen TV, Inoro, Radio Citizen miongoni mwa stesheni zingine likiendelea kuvuma kati ya mashirika ya utangazaji nchini kwa asilimia 59 na kufuatiwa kwa umbali na shirika la KBC kwa asilimia 9, shirika la Standard likiibuka la tatu na asilimia 8, Nation Media Group ikipata asilimia saba pekee. Kwenye jukwaa la mitandao na kidijitali, Citizen Digital imenyakua umaarufu wa asilimia 20 nyuma ya tovuti ya Tuko iliyopata umaarufu wa asilimia 40, Nation Africa ikifunga orodha ya tatu bora kwa asilimia 13. Katika matumizi ya vyombo vya habari, runinga inatumika zaidi kwa asilimia 26, mitandao ya kijamii kwa asilimia 24 huku redio ikitumika kwa asilimia 23. Utafiti huu ulifanyika kati ya tarehe 6 na tarehe 13 mwezi Mei mwaka huu, ukihusisha Wakenya Kenya 1362 kutoka kaunti zote 47. Haya yanajiri huku wizara ya habari, mawasiliano na kidijitali ikichapisha kanuni mpya za maadili ya wanahabari chini ya sheria ya baraza la vyombo vya habari, lengo likiwa kuboresha taaluma na uwajibikaji katika sekta ya habari. Kanuni hizi zilizoboreshwa ni pamoja na usahihi wa taarifa, mienendo ya kimaadili, ulinzi wa watoto, matumizi ya akili unde AI na uhuru wa vyombo vya habari. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Mtazamaji na msikilizaji wa vituo vyote vya RMS, tunasema asante, manake bila wewe hatungekuwa hapa tulipo. Tunashukuru kwa motisha kila siku wa kutuwezesha kufanya kazi, manake bila nyinyi hatungekuwa hapa tulipo, pia kwa kutukosoa, manake kwa kutukosoa mnatufanya tunajinoa zaidi. Asante.